Aibu kwa baraza la uongozi la mashahidi wa Yehova. Video hii si ya kutoroka kinyume. Chake inalaani wazi kutoroka. Chukua muda wa kusikiliza tafadhali. Wakati wa mgogoro wa COVID wa donazendwand wanachama wa baraza la uongozi la mashahidi wa Yehova walisababisha vifo, waliharibu maisha, waliharibu miili, na waliharibu familia. Walifanya hivi vipi, na kwa nini walifanya hivyo? Tujibu maswali haya mawili. Kwanza, walifanya hivi vipi? Wanachama wa baraza la uongozi walitumia ushawishi wenye nguvu kuwahamasisha watu wengi iwezekana vyo kupokea bidhaa ya majaribio ya COVID-19. Uhamasishaji huu unaonyeshwa na uchambuzi sahihi wa kisaikolojia wa mazungumzo yaliyotangazwa katika sasisho 7 and 9 na dasa za kwenye tovuti ya jw.org iliyotengenezwa na Mashahidi wa Yehova. Zaidi ya hayo, na ndugu na dada ambao walitaka tutahadhari kuhusu chanjo hii ya majaribio, walibaguliwa, kuadhibiwa au hata kufukuzwa kanisani. Pia tunapenda kukuvutia umakini kwamba wakati wa kipindi hiki kanuni tisa za kibiblia zilizotambulika wazi zilibaguliwa na baraza la uongozi la Mashahidi wa Yehova, na hadi leo maagizo yao yanayowahamasisha binadamu wote kutii mamlaka za afya bado yanatumika. Kuanzia Novemba 1 katika nchi zingine, hii inamaanisha kuendelea na chanjo, hasa watoto wachanga na wanawake wajawazito, licha ya kila kitu tunachojua kwa miaka mingi sasa kuhusu hatari za bidhaa hizi. Hii ndiyo sababu ombi la uchunguzi wa ushirikiano uliotarajiwa katika uhalifu dhidi ya binadamu limewasilishwa kwa mahakama ya kimataifa ya jinai dhidi ya wanachama wote wa baraza la uongozi la Mashahidi wa Yehova. Ombi hili liliandikishwa rasmi Oktoba ana dmibudolim kwa bahati mbaya, licha ya mamia au hata elfu ya barua za kutoridhika zilizopokelewa kutoka kwa ndugu na dada kuhusu usimamizi wao wa mgogoro wa COVID na mateso yaliyosababishwa, wanachama wa baraza la uongozi hawajawahi kuacha kutabasamu kwetu kama hakuna kilichotokea. Tabia hii ya dharau isiyofaa kwa Wakristo siwezi naamini kukubalika na baba wetu wa mbinguni mpendwa Yehova. Sasa tu jibu swali kwa nini la pili. Kwa nini wanachama wa baraza la uongozi walifanya hivyo? Wanachama wa baraza la uongozi la Mashahidi wa Yehova walifuata kwa uangalifu maagizo ya mamlaka na mfumo wa ulimwengu wa Shetani, kama ilivyo katika hati ya FBO full toolkit ya tarehe Novemba 9, Donald Watson, iliyotengenezwa na HHS na CDC. Mashahidi wote wa Yehova lazima wajue kuwa viongozi wote wa dini kuu waliombwa kutekeleza kwa uangalifu, katika kila maelezo, mapendekezo yaliyomo katika hati hii, na kwa hivyo sikiliza kwa makini tafadhali, ili kukuza kikamilifu kwa wafuasi wao mikakati yote ya afya na serikali, ikiwa ni pamoja bila shaka, chanjo. Hii inamaanisha kwamba ikiwa Watch Tower haikufuata maagizo haya, ilitishwa na kupoteza hadhi yake ya kutochaji kodi kama chama cha kidini, na kwa hivyo manufaa mengi ya kodi ambayo yangeweza kuwakilisha hasara ya kifedha iliyo na makadirio kati ya limaratos na wantazara milioni za dola kwa mwaka kwa kiwango cha kimataifa. Wanachama wa baraza la uongozi kwa hivyo waliamua kutoa maisha ya ndugu na dada wao wenyewe watoto wachanga wasio na hatia na watoto ili kuhifadhi mali zao za kimwili pamoja na sifa nzuri ya Watchtower machoni pa mfumo wa ulimwengu wa Shetani. Ni dhahiri kuwa wanachama lasen wa baraza la uongozi la Mashahidi wa Yehova wanapaswa kuondolewa na nafasi zao, kuletewa mbele ya kamati ya nidhamu ya kidini, kisha mbele ya mahakama na kulaaniwa kwa nguvu kwa vitendo vyao visivyo vya maadili. Unaweza kusoma maelezo yote ya kile ulichosikia ya tu katika video hii na kilichotokea ndani ya Watch Tower wakati wa magogoro wa COVID kwa kutembelea tovuti mbili zilizoorodheshwa katika maelezo ya video hii. Huko utapata maelezo na maelezo yote kabisa unayohitaji pamoja na ushuhuda wa kadhaa kutoka kwa Mashahidi wa Yehova ambao walijeruhiwa kimwili au kihisia, lakini pia ombi la kimataifa la kudai haki na haki na hatimaye, miongoni mwa mambo mengine, unaweza kusoma faili ya ombi la uchunguzi lililowasilishwa kwa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai kwa ushirikiano katika uhalifu dhidi ya binadamu dhidi ya wanachama seblas wa Baraza la Uongozi la Mashahidi wa Yehova. Usisite kutembelea tovuti hizi mbili zilizoorodheshwa katika maelezo, zina taarifa nyingi sana, na usisite kutangaza tena video hii. Ni ya umma au kushiriki. Kama unataka kufanya hivyo, jua kuwa imetafsiriwa na kusambazwa katika lugha 25. Asante kwa kusikiliza na tutaona na hivi karibuni.